Maidali ni moja kati ya nyimbo ambayo inafanya vizuri sasa hivi kwenye platform mbalimbali na imeweza kuvuka boda. Nyimbo hii imeimbwa na msanii kutoka Nigeria anaitwa Chela, na Chela ukiangalia, ni sio msanii wa muda mrefu sana, ni msanii ambaye ametambulika uh, zaidi sana kwenye nyimbo hii ya Maidali, na watu wengi umeshuhudia kwenye TikTok na mitandao mingine ya kijamii wameweza kufanya challenge ya nyimbo hii kwa kucheza, pia wamefanya Uh, remix mbalimbali mbali, lakini uh, la kupendeza zaidi ni vile ambavyo Chela mwenyewe ameweza kumuomba Diamond Platinum aweze kuingiza vesi kwenye nyimbo yake hii ya My Darling, na tutegemee mengi na mazuri kwenye nyimbo hii ya My Darling remix kati ya Diamond pamoja na Chela. Ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii wengi wamefurahishwa na remix hii ya My Darling kati ya Diamond na na Chela mwenyewe. Wengi wanasema ni kosa kubwa sana kumwacha Simba aweze kuzima biti katikati ya vesi, kwa kipande hiki cha remix kwenye vesi ya Diamond watu wanasema kwamba anakwenda kumfunika dogo, so tusubirie mengi, tuone namna ambavyo nyimbo hii ikikamilika itakavyokuwa. Na wewe pia unaweza kudondosha komenti yako, ukasema namna gani ambavyo, uh, unaona kwenye remix hii kati ya Diamond pamoja na Chella. Hey, sha,